Kinyago Tabata. Mambo vipi? Shwari kaka, mambo ni aje? Niko vizuri kabisa. Mapema, mapema tu mapema tu kwa sababu mchezo wa leo ni mapema sana e, kwa hiyo lazima tufike kwa wingi, Diyo. Na tuhamasishe wenzetu ambao hadi sasa hizi bado wako mtandaoni. Eh, wanajivutavuta e. Wana Simba tunapenda sana timu yetu na tuko tayari kuisapoti kwa gharama yoyote kama unavyoona sisi sio watu wa bure. Watu wamefika kwa wingi Kinyago Tabata na tiketi ya VIP B. Hatutaki eh, sisi vitu vya bure sisi, mambo kwa ushahidi, tudanganye umma? Sinaona vitu kama hivi ah. Hapa sidanganyi umma, sisi ni, watu wa, wa, sisi ni watu wa pesa, tunapenda Simba yetu yetu. Nimelipia elfu ishirini VPB. Watu jana wameingia bure jana. Jana nilikuwa mitaa ya Serengeti, nimeona wazee kabisa miaka sabini na nane themanini wamekaa foleni eh. Serengeti mataa eh. Mataa kule yani, Benjamin Mkapa uwanja huko hapa, lakini watu wameweka foleni kule, vitu vya bure, ndugu yangu. walijaza jana uwanja yaani walijaza kwa bure, lakini sasa bado nasio hapa tu nikasema ngoja nifanye doia kwa sababu sina pikipiki yangu yeah. nikaenda Keko Machungwa oh. foleni ya Benjamin Mkapa iko Keko Machungwa. Kwa hiyo kuna foleni Keko Machungwa, kuna foleni ya kuja Benjamin Mkapa bure, bado watu mtani wanakimbizana huko, wanawai bure, si waone mashabiki wa Simba hapa Mashabiki wa Simba wapo hadi sasa, wapo walioingia ndani sababu viwanja viwanja me, vimefunguliwa mapema, na hadi sasa wapo ambao wameshaingia wengi tu, na bado wanakuja watu, wanajua mechi saa kumi na ndio maana sisi hapa wakina Kinyago na wengine tumekuja kwa sababu ya kuwaita mashabiki waje kwa wingi wawai, kwa sababu mechi mapema, kwa hiyo waje kwa wingi. Sisi Simba ni watu wa burudani, tunaipenda sana timu yetu, na ndio maana tunafanya juu chini kuhakikisha tunaisupport kwa namna moja au nyingine, kwa kununua bidhaa zake na kukata tiketi na kuingilia uwanjani. Hatutaki bure sisi. Leo ngapi hapa singizini tunamnyosha ya kama mechi ya kwanza ugenini tulishinda goli tatu na mpira mkubwa pasipo na shaka, leo hata tano anaweza akala, hata kama sio tano, hata kama tatu hizo hizo, lakini lazima tuonyeshe ukubwa wetu Simba. Ukubwa wetu tunaonyesha kwa mambo mengi, kwa kutoa viingilio, kwa kununua jezi, yani bidhaa za Simba na kuisapoti timu yetu kwa kuja kwa wingi Benjamin Mkapa, kama hivyo unavyoona wenzetu wameingia free boti karibu vilabu vitatu vinne, na ndio maana sisi tunasema sisi Simba ni daraja la pekee yetu. Tusifananishwe na mtu yoyote, kutufananisha wanatukosea, wanatukosea heshima. Kwa hiyo tutaisapoti timu yetu kwa namna yoyote. Kwa hiyo, wachezaji leo, tunaamini watafanya vizuri, wataonyesha Watanzania kwamba jinsi gani e, timu hadi hivi sasa toka mwalimu amekuja wameshajipata, kwa hiyo Binafsi niwapongeze kwanza mashabiki ambao wanakata tiketi kwa sababu ya kuipenda e, klabu yao wanaisupport kwa namna moja au nyingine, na pia niwapongeze viongozi kwa kuhakikisha wanawapa e, mahitaji yao wachezaji kwa wakati, na wachezaji nao niwapongeze kwa kucheza vizuri. Naamini kabisa msimu huu kwetu utakuwa ni bora, labda tuyumbe sisi, kwa asilimia mia, msimu utakuwa bora sana kwetu Simba. Shukrani sana wana Simba, njoeni kwa wingi tu support Simba yetu. Shukrani sana, Asante sana.